Leo sio siku ya kawaida kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara. Timu tatu zimefunga jumla ya mabao 15 kwa pamoja. Hapa nazungumzia Yanga, Simba pamoja na Azam. Kiufupi, zimechafua hali hewa kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara hii leo. Unafikiri nani alitoa burudani kali zaidi? Hebu tazama kila kitu kwenye mfululizo wa matukio ya mechi mbalimbali ambayo tumekuletea hii leo kupitia Toka Zamani Tv. Usisite kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini pia andika comment kwa kile ambacho unakitazama hapa kwa uzuri zaidi. Lakini pia share kwa ndugu, jamaa na kondugu, nyamana, marafiki. Sasa karibu tutazame mkusanyiko wa mechi za Ligi Kuu Tanzania Bara hatua ya lala salama zilizopigwa hii leo Jumatano Juni 18 mwaka 2025, ikiwa leo tumeshuhudia burudani ya hali ya juu kutoka kwenye viwanja mbalimbali nchini, ambapo jumla ya mabao 22 yamefungwa katika mechi 8 zilizopigwa hii leo huku mabao 15 yakipatikana kutoka kwenye viwanja vitatu pekee. Tuanze na mechi namba moja, mechi ambayo ilikutanisha Tanzania Prisons dhidi ya Yanga katika uwanja wa Sokoine Mbeya. Katika mchezo huu yameshuhudiwa mabao matano, Yanga wakichabanga bila huruma Tanzania Prisons pale jijini Mbeya. Wakiwa nyumbani kabisa, Yanga imeonyesha ubabe dhidi ya Tanzania Prisons kwa kuibuka na ushindi wa magoli matano kwa sifuri mabao ya Yanga kifungwa na Budathiri ya Haya katika dakika ya 31 Cletus Chama katika dakika ya 35 Pacome Zuzwa katika dakika ya 59 pamoja na dakika ya 75 wakati Israel Patrick Mwenda akikamilisha ushindi wa Yanga akipachika goli la tano katika dakika ya 61 na na kufanya dakika 90 za mchezo huo zikikamilika, Yanga tano Tanzania Prisons sifuri. Mchezo mwingine ni mnyama Simba alikuwa mgeni wa KenGold katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi kule Tabora. Bila huruma, Simba wakaishushia kisago cha magoli matano kwa sifuri KenGold kutoka Mbeya simba haikuwa na huruma hata kidogo kwenye mchezo wa leo mchezo ambao kengold tayari imekesha kushuka daraja kwenye ligi kuu tanzania bara lakini mabao matano pia yakashuhudiwa katika mchezo huu magoli ya kibu denis katika dakika ya ishirini pamoja na dakika ya ishirini na sita eli mpanzu dakika ya ishirini na mbili leonel atebambida dakika ya thelathini na sita pamoja na jinchawazowa katika dakika ya sabini na tano yakafanya dakika tisini za mchezo kati ya Kengold na simba kukamilika kwa Simba kupata ushindi wa goli tano kwa sifuri. Magoli matano mengine yalipatikana katika uwanja wa Azam Complex, Chamazi, Dar es Salaam, pale Azam FC si wana lambalamba lamba matajiri wa jiji la Dar es Salaam waliposhushia mvua ya magoli walina hasali wa Tabora, Tabora United, magoli matano pia yakishuhudiwa katika mchezo huo. Magoli ya Azam FC si katika mchezo leo yamefungwa na Abdul Sopu dakika ya 11 wakati Jibril Sila akifunga katika dakika ya 17 pamoja na dakika ya 30. Idi Suleiman nado akifunga dakika moja ya nyongeza mara baada ya kukamilika kwa dakika 45 za kwanza za mchezo huo, lakini dakika ya 89 ya mchezo huo wakati mwishoni mwishoni, mchezo ukiwa unakamilika, Saduni yakapachika goli la tano na kufanya dakika 90 za mchezo huo, Azam pia wakipata ushindi wa goli tano kwa sifuri mechi nyingine ambazo zimepigwa hii leo na matokeo yake pia na kusogezea hapa Singida Black Stars wao wakafanya ubabe mbele ya walimazabibu wa Dodoma, Dodoma jiji pale jijini Dodoma, wakipata ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Dodoma Jiji. Magoli ya Singida yakifungwa na Arthur pamoja na soa katika dakika ya kwanza pamoja na dakika ya sita, wakati goli pekee la Dodoma jiji katika mchezo huo likifungwa na Idi Kipagwile katika dakika ya 41. Magoli mawili katika mchezo huo kati ya matatu ambayo yamefungwa ni ya penalty. Singida akaibuka na alama zake tatu. Mchezo mwingine ni Coastal Union dhidi ya Fountain Gates, Coastal Union wao wakapata ushindi wa goli moja kwa sifuri, goli la Luke Kikoti, mtakatifu wa kusini huyu, katika dakika ya 60, kwa njia ya mkwaju wa penalty. Mchezo mwingine, Mashujaa wakatoshana nguvu na kmcfc kwa sare ya goli moja kwa moja. Goli la Mundhir dakika ya 11, wakati Akram Muhina akifungia KMC dakika ya 90. Pamba Jiji wao wamepata ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya JKT Tanzania, goli la Zabona Mayom likafanya Pamba waweze kulaza alama tatu pale katika uwanja wa Kirumba Mwanza. Na mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Namungo FC dhidi ya Kagera Sugar, mchezo ambao dakika 90 imeshuhudiwa suluhu ya bila kufungana kati ya wenyeji Namungo dhidi ya Kagera Sugar, na kufanya dakika 90 za mchezo huo zikikamilika kwa suluhu ya bila kufungana, hakuna bao kabisa katika mchezo huo. Na hayo ni matokeo ya viwanja mbalimbali katika mechi ambazo zimepigwa hii leo. Sasa nikupitishe kwenye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara mara baada ya michezo ya hii leo, michezo ya lala salama, ikiwa ni raundi ya 28 na kwa timu za Simba na Yanga, wakati huo ni raundi ya 29 kwa timu nyingi ambazo zinashiriki Ligi Kuu Tanzania Bara. Msimamo unasoma Yanga bado yupo kileleni kwa msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, akiona jumla ya alama 76 mara baada ya kushuka dimbani mara 28 wakati Simba wao wapo katika nafasi ya pili wakiwa na alama 75, wamecheza michezo 28. Azam FC katika nafasi ya tatu wakiwa na jumla ya alama 60, wakiwa wamecheza michezo 29. Singida Black Stars katika nafasi ya nne wakiwa na jumla ya alama 56 mara baada ya kucheza michezo 29. Tabora United katika nafasi ya tano wakiwa wamecheza michezo 29 wakiwa na jumla ya alama 37, wakati JKT Tanzania FC wao wana alama 35 katika nafasi ya sita. Mashujaa FC kwenye nafasi ya saba wakiwa na jumla ya alama 34. Coastal Union ya Tanga wana alama 34, wao wapo katika nafasi ya 8. Dodoma Jiji wamekubali kichapo cha goli moja kwa sifuri leo. Wana alama 34, 34. Katika nafasi ya tisa, wakati nafasi ya kumi ni KMC FC wenye alama 34 35. Pamba Jiji katika nafasi ya 11 na alama 33 Namungo FC wana alama 32 katika nafasi ya 12, wakati Tanzania Prisons wa jela jela wao wana alama 32 wakiwa katika nafasi ya 13. Fountain Gate wapo katika nafasi ya 14 wakiwa na jumla ya alama 29. Kagera Sugar wao wana alama 23 katika nafasi ya 15. Ken Gold wana alama 16 katika nafasi ya 16. Ken Gold na Kagera Sugar hawa tayari wamekwisha kushuka. Eh, kunako championship na haya ndiyo matokeo pamoja na msimamo wa ligi kuu Tanzania bara katika michezo ambayo imepigwa leo raundi ya ishirini na nane pamoja na raundi ya ishirini na tisa. Mimi ni Sheikh Zaina, hii ni Toka Zamani TV. Kuendelea kupata up to date, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Tufuate pia kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram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 sifuri tatu tatu buja tatu, barua pepe tokohastize at gmail.com. Top One College of Health and Allied Sciences we are the way to your success.